Ndugu zangu, shawishi watu kwa hoja, shawishini watu kwa hoja. Sasa nyinyi kama hela mnazo tayari, hapa sijabti, kuna hela nyingi, ndio bana mliteuliwa kuwa mawaziri, kuwa nini? kwa kwa, kwa, kwa, kwa, wilaya kataa kwene <laughs> eh? Sasa kama una hizo hela za kuonga unazoonga huko, sasa huku unakuja kufanya nini? sikafanye mambo yako huko. mm -hmm. Rushwa, rushwa, rushwa, rushwa! Yaani tena mimi ningelikuwa ndio mwenyekiti wenu, huu uchaguzi huu ningetoa fomu upya chaguzi umegubikwa <kla> na rushwa na nyinyi mnakubali kununuliwa na vilele elfu kumi 10,000, elfu ishirini. Sasa heshima eh yako iko wapi? Varu yako iko wapi? Mwalimu unapoanza kununuliwa kwa shilingi elfu kumi, elfu ishirini, elfu thelathini, elfu hamsini, si ndio hela anazotoa toa wewe jamaa yenu? Okay. Okay. Alafu eti, oh, mimi bwana, sikizeni, unajua mwaka huu tuna ajenda yetu, tuna ajenda yetu moja ya kuhakikisha tunajipanga kuanzia CWT mpaka ubunge <coughs> mambo ya kijinga kabisa. Wewe una influence, unaweza kuinfluence wale wanaitwa, simchagui usomtaka nini, na mwambieni huyo anayewatuma, tunazo taarifa, labda nihamishwe kesho. Yaani, nazo taarifa mpaka ya vikaratasi alivyotengeneza usiku wa kuamkia leo vikabandikwa. Wewe ulichukua hela kwa uli huyo mtu Anakudangananya, tutakushughulikia. Uchaguzi wenu naisha takamaa, ninazo taarifa mpaka mtu anayekupeni fedha. Mwambieni aache, anafanya mchezo wa kijinga. Hiyo ngoma anayocheza ni ya mtoto mdogo sana mbaya haiwezi kukesha. Tunazo taarifa na vikao vyenu mnapokaa, tunavyo. Ndugu zangu, najua wapiga kula mko themanini tu, si ndio? Maana hapo, dendeni mkachague kiongozi sahihi. Chagueni kiongozi bora na sio bora kiongozi. Mkianza kununuliwa nyinyi kwa hela ndogo hizi, hata ingekuwa kubwa, thamani yako inapotea. Chagueni kiongozi atakayeleta umoja miongoni mwenu. Chagueni kiongozi atakaenda kusimamia rasilimali zenu. Chagueni kiongozi atakaye kwenda kuwa sauti yenu, that we need a leader who will be our the voice of the voiceless, <clears throat> not just he want to be a leader. hawezi kukukumbuka kwa sababu yeye alinunua uongozi. You need to pay back. Mtaumia kwa kipindi cha miaka mitano kwa sababu ya shilingi elfu kumi, elfu hamsini sababu nafsi zenu mnajijua wenyewe kwamba mimi nimechukua mimi sijachukua. Changamoto nyingine ni uhamisho wa uhamisho, mara nyingine au mara nyingi walimu wa kihama hawalipi pesa za uhamisho kwa wakati na kuto kulipa stahiki zao zote za uhamisho, kwa mfano posho ya usumbufu, posho wa kujikimu, nauli ya mizigo na stahiki zingine zinazowapatana na uhamisho. Hivyo sisi walimu tunaomba kulipwa stahili hizi kwa wakati na ikiwezekana kulipwa kabla ya kwenda kuripoti kitu kikesha katari cha kaarifisho cha mshiwa. Rasmi changamoto nyingine ni mapunjo ya mshahara. Kuto kulipwa kwa muda mrefu na ikitokea malipo ya kutokea basi ni kwa watu wachache tu. Katika changamoto hii, sisi chama cha walimu Tanzania Sumbawanga na Manispaa tunampongeza mkurugenzi pamoja na afisa utumishi na utawala kwa kuchukua hatua za haraka na hatimaye mwaka jana 2024 ya walimu kulishuhudia wanawake wameanza kulipwa na ofisi na ofisi hii ya chama cha walimu na Manispaa, ilikuwa ikipata nakala ya walimu waliolipwa lairas. Tunaomba utaratibu huu uendelee siku zote ukitokea serikali alipa madai ya namna hii, Mheshimiwa geli rasmi. Changamoto nyingine ni uhaba wa nyumba za walimu, pamoja na kuipongeza serikali kwa ujenzi wa miundombinu bora katika shule walimu wanaomba sana nyumba zianze kujengwa ili wawe karibu na maeneo yao ya kazi. Hii itasaidia sana kuinua kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi na halmashauri yetu itangaza zaidi kitaaluma, kiwilaya, kimkoa na kitaifa. Mshauri wangu rasmi, changamoto nyingine ni msongamano mkubwa wa wanafunzi darasani. Tunaomba ujenzi wa darasa uendelee ili wanafunzi wasome kwa nafasi inayotakiwa darasani na walimu waweze kuitawala darasa vizuri na kumfuatilia kila mtoto darasani. Mheshimiwa, changamoto nyingine ni swala la kazi maalum za serikali, kwa mfano mtihani ya kitaifa kusimamiwa na mwalimu yule yule bila kuingiza wengine, na wakati mwingine mtu mmoja imeshuhudiwa anasimamia mtihani wa darasa la nne, mtihani wa darasa la saba, mtihani wa kidato cha pili, cha nne, kidato cha sita ama hata chuo cha ualimu. Hivyo walimu wanaomba kuwepo na utaratibu wa kupokezana mwaka hadi mwaka, ili kuwe na fursa sawa kwa wote. Pia pamoja na hii, lipo tatizo la kuweka wasimamizi wa akiba, reserves, kwa kipo wingi kupita kiasi. Chama cha Walimu Tanzania Sumbawanga manispaa, tunashauri kuwepo na wasimamizi wa akiba wasiozidi wanane au kumi kwa kila mtihani. Hii itapunguza wingi wa malalamiko kutoka